Naam, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Sarafina Ruby, tunaonayo katika Amka na BBC leo hii Jeshi la Israeli limetoa amri ya kuhama kutoka eneo la kaskazini mwa Gaza, likitahadhari kuhusu kitakachotokea katika eneo hilo. Wimbi la joto linaendelea kukumba maeneo mengi ya Ulaya, huku mamlaka katika nchi kadhaa zikitoa tahadhari za kiafya. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia kutia saini kwa makubaliano ya amani kati ya serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na Rwanda mjini Washington. Walio kwenye uongozi watasema asante, tumefaulu, tumeweza wasio kwa utawala kama wapinzani watasema ni uongo, ni wizi, ni kuushisha. Hakuna nchi imeuzishiwa na msikilizaji. Na kwa sasa nampisha mwenzangu Beldin Waliaula kusomea muhtasari wa habari za dunia. Karibu Beldin. Asante sana Sarafina. Taifa la Iran limesitiza kuwa lina haki ya kuendelea kujitajirisha na madini ya urani, wiki moja tu baada ya Marekani kushambulia vituo vyake muhimu vya kutengeneza silaha za nyuklia. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ameiambia BBC kuwa kiwango cha urani ambacho wanafaa kujiwekea kinaweza kujadiliwa, lakini taifa lake halitafanya mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia iwapo rais wa Marekani Donald Trump hatawahakikishia kutoshambulia tena taifa hilo. Mkataba wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran ulianza kutekelezwa Jumanne iliyopita baada ya Marekani kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Wazimamoto wawili wamefariki baada ya kupigwa risasi huku wengine wakijeruhiwa katika jimbo la Idaho nchini Marekani. Wazimamoto hao walifyatuliwa risasi walipokuwa wakizimamoto wanyika katika msitu mmoja katika jimbo hilo. Nastia Mohamed na, na taarifa zaidi, mkuu wa polisi wa eneo la konti amewaambia waandishi wa habari kuwa tukio la ufyatulianaji risasi bado lilikuwa linaendelea na hawajui bado ni washambulizi wangapi wamehusika katika tukio hilo. Mshukio tukio hilo bado hajakamatwa kufikia sasa, na nia ya kutekeleza shambulizi hilo bado halijulikani. Maafisa wa usalama katika jimbo la Idaho wamewataka wakazi wanaoishi karibu na mlima wa Canfield kuhamia katika makazi ya muda ambayo ni salama, huku wakiendelea na juhudi za kumkamata mshukiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema siku mbili ya vita na Iran zimeongezea fursa ya kuachilia huru mateka wanaoshikiliwa na Hamas eneo la Gaza. Waziri huyo amewaambia ujasusi wa taifa hilo kuwa kuna mianya mingi ambayo imeonekana kuwa wakisema, lazima suluhu ipatikane katika vita vinavyoendelea eneo la Gaza, na lazima kundi la Hamas litokomezwe. Takriban watu 23 watatu waliuawa, watatu kati yao wakiwa watoto baada ya mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel na rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro ametaka mamia watu waliofungwa gerezani baada ya kushiriki maandamano mwaka elfu mbili ishirini na mbili kuwaachiliwa huru. Maandamano hayo yalifanyika baada ya kuapishwa kwa Rais Lula da Silva. Mahakama ilisema kuwa waandamanaji hao waliharibu majengo ya serikali na hivyo kuyataja kama jaribio la kutaka kuipindua serikali. Bwana Bolsonaro pia anatuhumiwa kwa madai ya kuwa alihusika na mpango huo wa kutaka kuipindua serikali. Hii ni BBC taarifa kuu za dunia zimesomwa na Beldin Waliaula. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na unaweza kuyapata matangazo haya kupitia redio ya shirika mbalimbali, baadhi zikiwa Nyota FM nchini Kenya. Nchini Tanzania, matangazo haya unayapokea kupitia Redio 5, Redio Free Africa. Nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, unaweza kutusikiliza kupitia Redio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika BBC swahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hii leo uko nami Sarafina Ruby nikiwa katika studio zetu mjini Nairobi tukianza moja kwa moja ni kwa waziri mkuu wa Israel amesema vita dhidi ya Iran vimetoa nafasi nyingi ya kuwanusuru mateka wa Israel waliosalia Gaza, ila akasisitiza kuwa suluhu la mzozo wa Gaza bado linapaswa kupatikana. Jeshi la Israel limetoa amri ya kuhama kutoka sehemu kubwa ya kaskazini mwa Gaza likitahadhari kuhusu kitakachotokea katika eneo hilo. Na steha Muhammed na maelezo zaidi. Benjamin Netanyahu alitoa matamshi hayo huku shirika la ulinzi la raia huko Gaza likiripoti kuwa watu ishirini na watatu wameuawa katika mashambulizi ya Israeli katika maeneo mengi. Tumeondoa vitisho viwili ambavyo vilikuwa vinatishia uwepo wetu. Fursa nyingi sasa zimefunguka kufuatia ushindi huu. Jambo la kwanza ni kuwaokoa mateka, na bila shaka tutahitaji kutatua swala la Gaza na kuwashinda Hamas.

Hizo ni sauti za wapalestina wakifuata maagizo ya jeshi la Israel la kuwataka kuondoka baadhi ya maeneo ya Gaza kaskazini, huku jeshi hilo likipanga kufanya mashambulizi zaidi. Wapalestina katika maeneo ya Gaza City na Jabalia wameelekezwa kuwahamia kusini, kuelekea eneo la pwani la Almawasi. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ilisema watu 86 waliuawa kutokana na mashambulizi ya Israel katika muda wa saa 24 kabla ya dhuhuri siku ya Jumapili. Familia ya Maruf ni miongoni mwa familia ambayo imewapoteza wapendwa wao watano wakiwemo watoto watatu. Mama ya watoto hao Iman Abu Maruf anaelezea kisa hicho: <coughs> walitushambulia na mabomu, tuko tumelala sakafuni, hatukufanya makosa yoyote. Watoto wangu waliuawa na wengine wako kwenye chumba cha hali mahututi. Baba yao Zaid Abu Maruf aliambia shirika la habari la Reuters kwamba familia hiyo iliwasili katika eneo salama kulingana na jeshi la Israeli mwezi mmoja baada ya Israeli kuwaambia waende Almawasi. Walipoulizwa kuhusu tukio hilo, jeshi la Israeli IDF liliambia BBC kuwa haliwezi kutoa jibu maalum bila habari zaidi, lakini wanafuata sheria za kimataifa na wanachukua tahadhari zinazowekwa ili kupunguza kuumia kwa raia. Kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za Israeli kunakuja huku wapatanishi wakianza juhudi mpya za kumaliza vita na kuachiliwa kwa mateka waliosalia wanaoshikiliwa na Hamas. Wapatanishi wa Katari wamesema wanatumai shinikizo la Marekani linaweza kusaidia kufikia makubaliano kufuatia mapatano kati ya Israel na Iran ambayo yalimaliza mzuzu wa siku kumi na mbili kati ya nchi hizo. Mwezi Machi, usitishaji mapigano wa miezi miwili uliporomoka baada ya Israel kuanzisha mashambulizi mapya huko Gaza. Israel ilisema inataka kuweka shinikizo kwa Hamas kuachilia mateka wake. Israel pia iliweka kizuizi kamili kwa utoaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Wakati huo Rais Trump ametaka mashtaka yanayo ya ufisadi dhidi ya Netanyahu yafutwe akielezea kesi hiyo kama uindaji wa kisiasa. Siku ya Jumapili, mahakama ya Israel ilikubali ombi la waziri mkuu wa Israel la kuchelewesha kutoa ushahidi wake uliopangwa kwa wiki moja kutokana na kile ilichokitaja kuwa masuala ya kidiplomasia na usalama. Netanyahu alishitakiwa mwaka 2019 kwa madai ya rushwa, ulagai na udanganyifu, madai ambayo anayakanusha. Mapema wiki hii kiongozi wa upinzani wa Israel sema Trump hapaswi kuingilia mchakato wa kisheria wa taifa huru. Na kando na Gaza, sasa tuelekea Ulaya ambapo wimbi la joto linaendelea kukumba maeneo mengi ya Ulaya huku mamlaka katika nchi kadhaa zikitoa tahadhari za kiafya wakati ambapo joto linazidi kuongezeka. Kusini mwa Uhispania ndio eneo lililoathiriwa zaidi, huku nyuzi joto ikiwa hadi kufikia 40 ilorekodiwa katika mji mkuu wa Seville na maeneo jirani. Beldin waliaula na maelezo zaidi. Ilani ya joto kali imetangazwa katika mataifa ya Ureno, Italia, Croatia, Uhispania, Ufaransa, Austria, Ubelgiji, Hungary, Serbia na Uswizi. Mjini Barcelona mwanamke mmoja alifariki baada ya kumaliza zamu yake ya kazi ya kufagia barabara siku ya Jumamosi wakati nyuzi za joto zilikuwa juu mno. Mamlaka za eneo hilo bado zinachunguza kifo chake. Raia wa Uhispania wanaelezea jinsi hali ilivyo. The heat is incredible. No doubt about it. And... Bila shaka joto ni jingi. Tunajaribu tu kukabiliana nalo, tumekuwa tukikaa ndani ya nyumba sana. Mabadiliko ya tabia nchi ndiyo yameleta haya yote, na hatukuwa tunatarajia kuwa na joto kiasi hiki mwaka huu. Joto imefikia nyuzi joto 45. Kile ambacho tunafanya kwa sasa ni kuepuka jua, kutembea maeneo yaliyo na kivuli na kunywa maji ili tusipungikiwe na maji mwilini. Uh, nchini Italia idara ya kukabiliana na masuala ya dharura imetangaza kuongezeka kwa visa vya watu wanaoathirika na, na joto kali haswa wazee, watu wanaougua saratani na watu ambao hawana makazi rasmi. Mji wa Rome umewapa ruhusa wale walio na miaka zaidi ya sabini kutumia mabwawa ya kuogelea yaliyoko kwenye mji huo ili kupunguza makali ya joto taifa la Serbia pia limerekodi ongezeko la joto. Mataifa ambayo yanatarajiwa kuendelea kushuhudia joto kali wiki hii ni Ufaransa, Ujerumani, Italia na Uingereza ambayo yanatarajiwa kushuhudia joto yenye zaidi ya nyuzi joto thelathini na tano. Wanasayansi wanaonya kuwa hali ya kushuhudia joto kali huenda ikatokea mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Bila shaka msikilizaji, tukiendelea na kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga amekashifu vikali wito wa waziri wa usalama nchini Kenya Kipchumba Murkomen kwa polisi kuwafyatulia risasi watu watakaojaribu kukaribia vituo vya polisi. Raila Odinga amesema yeyote anayewataka polisi kufyatulia raia risasi anapaswa kukashifiwa vikali. Mtu yeyote anayetoa amri kwa polisi akisema ati mtu akikaribia kituo cha polisi apigwe risasi, unapaswa kuona aibu. Aibu kwako. Polisi hawafai kupiga mtu risasi wakiwa na nia ya kufyatua risasi kuua. Iwapo mtu anafanya kitendo cha uhalifu, mkamate mtu huyo, kisha mpeleke mahakamani, umfungulie mashtaka. Hatua hii inatajwa kuwa kama ukosoaji nadra kwa utawala wa rais William Ruto, hasa kwa sababu chama cha Bwana Odinga kina wanachama watano wanaohudumu katika baraza la mawaziri katika mpango wa serikali ya muungano almaarufu broad based government. Vilevile wanaharakati wanasema kwamba matamshi ya waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen yanaweza kuwapa polisi ujasiri wa kutekeleza mauaji ya kiholela. Bwana Murkomen alisema kwamba alitoa agizo hilo baada ya vituo vya polisi kushambuliwa wakati wa maandamano siku ya Jumatano wiki iliyopita lakini kwamba matamshi yake yalitafsiriwa vibaya. Waziri Murkomen vilevile alisema kwamba kauli zake ziliambatana na kifungu B1 cha sheria ya huduma ya polisi ya kitaifa ambayo inaruhusu maafisa kutumia bunduki ili kujilinda au kuwalinda wengine dhidi ya vitisho vya kifo au majeraha mabaya. Bwana Odinga alizungumzia matukio ya maandamano ya Juni tarehe 2025 ambapo watu kadhaa walipoteza maisha yao huku akikashifu wahalifu anaosema waliingilia maandamano hayo na kupora na kuharibu mali ya umma. Aidha, alitoa wito wa kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa, akiwataka wananchi na viongozi kufanya mazungumzo yenye maana ili kuandaa njia ya umoja nchini Kenya. Na msikilizaji, huku tukia tafakari hayo ya nchini Kenya, sasa tuelekee viwanjani, naye Felix Mwate

na basi inaanza na kandanda ambapo mabingwa wa sasa wa taji la ligi ya mabingwa barani Ulaya Paris Saint Germain wameicharaza Inter Miami kichapo cha mabao manne kwa sufuri na hivyo kujihakikishia nafasi moro kwenye robo fainali ya kombe la dunia la vilabu la FIFA. Hili lilikuwa ni pambano la kwanza kati ya mchezaji Lionel Messi wa Argentina na PSG tangu aondoke kwenye klabu hiyo ya Ufaransa miaka miwili iliyopita. Sasa PSG itamenyana na ambao waliilaza Flamengo kwa mabao manne kwa mawili na ni rasmi kwamba Chelsea wamekubali ada ya pauni milioni sitini ili kumsajili mshambuliaji Joao Pedro kutoka Brighton. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka ishirini na mitatu anatarajiwa kusaini kandarasi ya miaka saba na huenda akacheza kombe la dunia la vilabu la FIFA katika mchezo wa robo fainali Ijumaa ambapo Chelsea itamenyana na Palmeiras huko Philadelphia na katika soka upande wa wanawake England walitoa onyesho kali na la kuburudisha walipoilaza Jamaica kwa mabao saba kwa sufuri katika mechi ya kirafiki huku wakiwapungia mkono mashabiki wao wa nyumbani kabla ya kusafiri kwa michuano ya Euro mwaka 2025. Tukiangazia mpira wa vikapu, ni kwamba nyota LeBron James anatarajiwa kucheza katika msimu wa 23 wa NBA baada ya wakala wake kusema kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 40 ameamua kuongeza mkataba wake na Los Angeles Lakers sasa LeBron amekuwa na Lakers tangu mwaka elfu mbili na kumi na nane kwa na sasa, mwanawe aliye na umri wa miaka ishirini, Bronny anachezea timu hiyo ya Lakers baada ya kusainiwa mwaka jana msimu wa majira ya joto, na hivyo kumfanya LeBron na Bronny kuwa baba na mwana wa kwanza kuchezea klabu moja. Nikomee hapo kwa leo, mimi ni Felix Mote.